Nianze kwa kuwashukuru tena kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkifuatilia kwa karibu sana maswala ya kiusalama. Nimefuatilia kwa karibu sana hoja mbalimbali, lakini nipende kuwajulisha tu kwa ujumla hali ya jiji leni la Dar es Salaam kwa ujumla. Kusema jiji la Dar es Salaam, mimi kila siku asubuhi naangalia maeneo yangu yakoje. Tuna mikoa mitatu ya kipolisi Temeke, Ilala na Kinondoni, lakini tuna wilaya za kipolisi zaidi ya kumi na tatu. Kwa hiyo nikiamka asubuhi, kwa mfano, nikiangalia Ilala lazima niangalie Buguruni kukoje, Kiwalani kukoje, eh, Kinyerezi kukoje, Tabata kukoje nakwenda mpaka Pugu kule, Pugu Kirumba, Pugu Kichangani, Pugu Mnadani, mpaka Bangulo kule juu, unakwenda Kitunda unaangalia pakoje, Mwanagati kukoje, Msongola kukoje, Kivule mpaka eh, kule Mvuti, unaiangalia Mbagala ikoje, kwanzia Zaki mpale Mbagala Kuu, unaenda Buza kanisani, Buza shule buza kwa mama kibonge mpaka buza kule kwa nani mpaka eh, kwa palange kule na awi awi awa awi hiyo Kimara unaiangalia yote unaenda mpaka kule Kwembe kwa kolimba kote unaangalia Tegeta bunju A bunju B lazima uiangalie ukoje. Lakini ukimaliza kuiangalia, nawaambia. Kwa nini nasema tuko salama? Naenda sasa kwenye website mbalimbali, naangalia Nairobi kukoje, Kampala kukoje, Kigali kukoje, Usaka kukoje, Joburg mpaka Pretoria kule kukoje, unalinganisha, unagundua maeneo mengine yako kwenye hatari, unayaona matukio naona mtu umepigwa risasi labda saa nne mchana tu, saa nne kama alivyokuwa anasema mwenyekiti zamani, mtu akitoka benki tunaona anashambuliwa. Sasa hayo yako kwenye nchi zingine yanaendelea, si tumekwisha sahau. Wanapiga risasi saa nne asubuhi, unafungua geti unatoka nyumbani kwako, wanapiga risasi, unatoka kwenye biashara kama hivi unaingia getini, wanapiga risasi kwenye nchi zingine. Kwa hiyo tukifanya comparison tukabaki na matukio ya hapa na pale, sisi tunasema Dar es Salaam tuko salama awawawi awa, awa, awa, awa, awa, awa, awa. Tuko salama sana na tuko salama kwa sababu ya jitihada za sisi kijeshi yupo Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ni ofisi, kwamba wewe unataka au hautaki, yule ndio rais kwa mujibu wa katiba na sheria, na yule ndio mkuu wa majeshi haya ya ulinzi na usalama. Tukishuka chini tunamkuta afande Inspector General wa polisi, IGP ambaye sisi anatusimamia kwa karibu, yule mkuu wa polisi Tanzania. Sasa wale wana neno moja tu, wanasema tunataka usalama kwa watu wetu. awii awii. Tunataka nini? usalama. usalama kwa watu wetu wao, pamoja na mali zao, na maneno hayo ni ya kisheria kwamba Jeshi la Polisi kazi yake kubwa ya msingi ni usalama. Usalama wa watu gani? Watu pamoja na mali zao. Hizi kazi zingine zinafuata. Sasa wanaofanya makosa, wanaokiuka sheria washughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Awii? Awi? Awii? Awi? Awii? Awi? Kwa hiyo mwenyekiti amesema, tunakumbuka jinsi Kariakoo watu walivyokuwa wanapigwa risasi hapo hapo Msimbazi, wala hakuna woga. Wanapiga risasi, wanaingia kwenye pikipiki, wanaondoka. Tunazo kumbukumbu. Tunakumbuka maduka mbali mbali, yakiwemo yale ya kubadilisha pesa yalivyokuwa yakitobolewa, watu wanakuja na gesi wana drill wanatoboa wanachukua sefu wanaenda na wana... pasua wa mbele kwa mbele. Watu wamesahau, lakini kazi zimefanyika, na kwa sababu usalama umekuwa ni mkubwa kupita kiasi na matukio ya kiarifu yamepungua, sasa yamekuja matukio ya watu kuongea wanachotaka Watu wanaongea kwa sababu wapo salama. Anaweza kuamka asubuhi nyumbani, akaingia posta, akarudi, simu akiwa nayo, laptop akiwa nayo. Kwa hiyo kwa sababu ya usalama, sasa anaweza akasema chochote mpaka kupitiliza, awii awii awii, awii. Tungekuwa enzi zile, pa kusemea hana, kwa sababu simu ya kutukana hana wala laptop ya kutuma vile anavyotuma hana. Sasa kila kitu kina faida yake na hasara yake. Faida ya usalama ni pamoja na kutufikisha hapo. Hasara yake, amekuwa salama kupitiliza, kwa hiyo anajisahau awii awii. Lakini pamoja na hayo, sisi bado tunalo jukumu na kuhakikisha huyo mhalifu ambaye anatukana na yeye anaendelea kuwa salama na tukimpata, ashughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Awii Awa. Awii Awa. Huo ndio uzuri wa sheria kwamba hata huyo anatakiwa aende nyumbani kwake, amke aende anakoenda akiwa salama <coughs> kama kuna shauri la kijinai ashughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Sasa Kariakoo, pamoja na maelekezo mengine ya kiutendaji, kwa sababu ya nafasi yenu ya kiuchumi, tulielekezwa ifanye kazi saa 24 na mi ninaelekeza kamanda wa polisi wa Ilala pamoja na OCD kwamba shughuli hiyo ifanyike. Sisi kazi yenu kutekeleza usalama, msiwe katika bughudha yoyote mfuate sheria na sisi tuhakikishe wale wanaovunja sheria kwa maana ya kusababisha fujo au bugdha za kiutendaji sisi kiutawala tuwashughulikie kwa mujibu wa sheria. Nimezisikia baadhi ya changamoto hapa Raha Square, baadhi ya changamoto <coughs> ni kama vile mtu alivyoanza kwamba barabara hazipitiki. Katika swala la kiusalama, swala ya miundo mbinu ni muhimu sana, kwa sababu sio tu kwa ajili ya zimamoto. Hata ukimuita polisi kwamba aje wachukue watuhumiwa wanne ambao wamekamatwa kwenye mtaa wenu, anaweza akafika baada ya dakika hamsini na kituo kiko karibu hapo, na mnaweza mkasahau kusema tumepiga simu muda mrefu, lakini tunashangaa polisi wamefika baada ya saa moja. Kwa hiyo hilo ni tatizo ambalo kimsingi linatakiwa lishughulikiwe na mamlaka nyingi tofauti tofauti, mamlaka za kibiashara, mamlaka zetu za kiusalama, mamlaka za kizima moto. Watu waelezwe kwa nini tunataka mitaa hii iwe wazi, lakini pia wanakuuliza swali, ukituondoa maana inawezekana baadhi yao pia walikuwa ni wahalifu, wanasema sasa hivi tumeacha uhalifu kwa sababu tuna tunabana maeneo haya. Sasa ukiwaondoa, uwaambie waende wapi, ili waendelee kupata hicho kilichowafanya wakaacha uhalifu, wakaja kukaa sehemu ambayo haipo kisheria. Kwa hiyo kuna changamoto za namna hiyo, na mara kadhaa viongozi wetu wamejitahidi kuhakikisha kwamba watu hawa waende wapi, kwa sababu siwaangalie tu kama machinga lile kundi lile kundi kuna kazi baadhi yao sisemi wote kuna kazi ambayo ilikuwa inafanyika ambayo sio wametuliza vitu vyao, kwa sababu wamekuja sehemu pia ambayo siyo halali, ambayo inaleta madhara haya mengine. Awi, awi? kwa hiyo ukiona viongozi wana sita kila jambo wameshirikisha watu ambao ni wataalamu wa masuala ya kiusalama kwamba tukifanya hivi tuhakikishe tumewekea mazingira haya, swala ambalo limekuwa mara kadhaa likishughulikiwa, wakati mwingine linafanikiwa kwa muda halafu baadaye linarudi tena, lakini ni jambo muhimu sana ambalo kiusalama, kusema kweli, Kariakoo jinsi ilivyokaa na aina ya biashara ilivyofanyika, maduka hapa, machinga katikati ya barabara, hata ile dhana ya kutengeneza hii barabara unaona inapotea. awi awi awi awi, Raha Square, tuko pamoja. Kuna mambo mengine ambayo Alexi Kimaro aliongelea, swala la taleso, usalama unakwenda pamoja na, na maswala ya miundombinu hii ya umeme eh? Bahati nzuri mwenyekiti amenisaidia hilo, amesema atahakikisha mwenzangu naye wa Tanesco, anakuja hapa ili aweze kuelewa vizuri kitu gani kinaendelea pale barabara ya Msimbazi na Uhuru. JB ameliongelea barabara, barabara ya gari imekuwa ya pikipiki eh? Yani gari hazina, hazina maeneo ya kupita tena, yani wale jamaa ki wameingia wamekaa pale na hawamsikilizi mtu yoyote wana, hapa ndio tumekisha fika na sisi tuko hapa, nadhani OCD utakaa mwelimishane pale kwamba ni kitu gani kinafanyika, kwa sababu ninazo kumbukumbu, watu walikuja wakakaa mpaka kituo cha polisi, watu walitaka kuuza bidhaa za machinga mpaka pale Msimbazi, polisi ninazo kumbukumbu kumbu. Nilikuja pale kwa OCD aliyepita nikawambia, hii haiwezekani, haiwezekani na nikatoa sababu, na wale watu nikaenda nikawaambia pale. Lakini kule Mwembeyanga, Tandika, kituo cha polisi, watu wamekwenda wakapanga mpaka mbele ya kituo cha polisi, wakasema sisi ni machinga afande, tumeacha uhalifu kwa hiyo tumeamua kujitafutia riziki. Nikamwambia, pamoja na kuwacha, hamwezi kuja kupanga kituo cha polisi <laughs> awi, awi, awi, awi. awi pamoja na kuwacha lakini hamwezi kupanga kituo cha polisi. <laughs> Eh, kuna msemo wa Kiingereza wanasema, you are free but not through the window. Eh, wewe ni ndugu yangu, ni rafiki yangu sana, karibu sana hapa, ni nyumbani kwako kwa hiyo namkaribisha mtu, badala ya sasa kupita mlangoni kuingia ndani anaamua kupita dirishani, eti tu kwa sababu mkaribisha na wewe ni ndugu yake. Nikamwambia wale vijana, nikamwambia no big no, you are free but not through the window. Mko huru, ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, lakini sasa mnatakiwa mkitaka kuingia ndani hapa mpite mlangoni, sio dirishani. Ndio kama hili ambalo tunakwenda nalo, ili kwamba mnatakiwa mfanye biashara sasa. Mkiziba, mkiziba barabara zote, ikitokea tatizo, hawa watu wa kuwasaidia watapita wapi? awaw awi, awa. Awa, awa. awi awa. Lakini sasa ndio ile pointi nyingine, ukiwatoa ujue pa kuwaweka.